Kwa, tunapenda kutoa pole kwa watu wote ambao wameathirika na mikusanyiko ama vurugu zilizotokea. Napenda kutoa ufafanuzi kuhusiana na hili swala ambalo, kwa kiasi kikubwa, watu wengi ambao tumesikia sisi mitaani, taarifa kwenye mitandao na mitaani, watu wengi wanahusisha kampuni ya Lake Oil na wanasiasa katika umiliki, na hili tumelisikia kwamba ndilo lililopelekea wale washambuliaji wengi kufanya fujo na kuvamia mali na kuharibu kwa nia ya kuwafikia hao wanasiasa, lakini kimsingi tunaomba ieleweke kwa Watanzania wote kwamba kampuni ya Lake Oil ni mali ya Mtanzania mzao, anaitwa Ally Awadhi, na hana mahusiano yoyote wala hana uhusiano wa aina yoyote ule na hao wanasiasa ambao wanawataja, na si kweli kwamba kampuni ya Lake Oil inamilikiwa na wanasiasa au wana sehemu ya umiliki katika kampuni hii ni kampuni yake mwenyewe na amekuwa kijenga na sisi wengine ni wafanyakazi wake wa zaidi ya miaka kumi na sita. Hivi sasa tunafanya kazi hapa, tumekuwa ni mashuhuda wakubwa wa kufanya kazi kwa bidii, kwa kujituma usiku na mchana, na tumefanya kazi kwa muda mrefu, tumekuwa tukishuhudia kampuni ikikua kidogo kidogo, kuanzia chini mpaka tulipofikia hapa. Kwa kwa, haya ni matunda ya kufanya kazi kwa nguvu na kwa bidii. Kwa hiyo bidi, kwa tunawasihi wananchi wanapokuwa wanadai haki zao ambazo sisi hatuwezi kuingilia kwa namna ambavyo wanaifanya, lakini sio haki kuhukumu ama kuharibu mali za kampuni ya Lake Oil kwa kutegemea kwamba, ama kwa kuamini kwamba ni mali za wanasiasa. Sio haki, hawatutendei haki, hasa sisi ambao ni wafanyakazi ambao tunafanya kazi kwenye kampuni kwa muda mrefu na tuna mchango wetu mkubwa. Na mpaka sasa kampuni yetu na wafanyakazi zaidi ya elfu nane, ambapo asilimia kubwa ni Watanzania, na kwa uchache tu vituo ambavyo vimechomwa moto takriban 38 vinawafanya kazi zaidi ya 300 ambao wote wapo nje ya kazi. Sasa hivi tumewapatia likizo bila malipo mpaka pale vituo vitakavyotengenezwa upya na vianze kazi. Kwa hiyo madhara ya kuhusisha siasa na biashara ya mtu ambaye amejenga kwa mapenzi yake, kwa uzalendo, kwa faida ya nchi yake na wananchi pia, kwa kutoa ajira nyingi kwa vijana, sio sawasawa kwenda kuchoma